Mzigo unaanzia kwa kijana mmoja hivi shombe la Mogadishu, asili ya Kisomali, alikuwa anafuta mdomo wake uliokuwa na jeraha. Wakati huo yuko kwa maeneo ya airport, lakini alikuwa na hofu kinyama Mdogo mdogo anajisogeza mapokezi, lakini hata kwa jicho lako tu unajua huyu mtu hana amani kabisa. Ameweka pasipoti yake, lakini imegoma kabisa kuconfirm taarifa, kwa maana taarifa zake hazikuwa sahihi. Madam kasanuka mapema sana, kaona iti walinzi ili mradi aweze kujilinda naye kwanza, maana alikuwa sana, kwa onosogea flani, na hofu sana, asijakaona ni jasusi tu. Wakiwa wanasogea, jamaa akazamisha kitu fulani hivi mfukoni, na hatujaona ni nini kile. Anaulizwa nini umeficha, lakini lugha ilikuwa gongana kabisa, yani lugha ilikuwa ngumu kwake, alikuwa haelewi kabisa Kiarabu. Wakati huo pasipoti inaendelea kukaguliwa. Sasa si akajichanganya akaingiza tena ule mkono mfukoni hapo Sintania kaamua kumuita mwenzie. Hofu ilizidi kumtawala kama vile kuna jambo amelifanya alafu anaficha. Sasa yule jamaa aliyeitwa asi ingereza, jamaa akauliza kwa Kiingereza. Basi jamaa akaona asikae kizembe, akamwaga ungenge wa kutosha sana, maana alikuwa anakielewa kinyama. Alimuuliza anatokea wapi, akajibu Mogadishu. Sababu ya kusafiri alisema mama yake ni mgonjwa sana, kwa hiyo haraka sana anahitaji kurudi kwao. anaulizwa hapo airport. Sasa turudi siku kadhaa nyuma. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Kawes na alikuwa ametokea Mogadishu mpaka Dubai, lengo lake kubwa ni kukusanya mtonyo kwa kazi kubwa ambayo yeye ameweza kusomea, ambayo ni kutengeneza mabango, yani kusafisha na kubadilisha taa, kitu ambacho kilikuwa kinamuingizia pesa nyingi sana. Sasa huko Dubai yeye ni mgeni, lakini huko Mogadishu alikuwa anafahamika vizuri sana. Amemaliza kutengeneza, amezubaa maana aliyekuwa ndani ya bango alikuwa mrembo kupita kiasi. Alipotoka akaenda kwa mchizi wake ambaye naye pia ni wa ukai, yani wa nyumbani kule kule Mogadishu. Waliongea mengi sana lakini Ikawa hana pakulala, yaani ni street boy tu. Kwa hiyo mchizi wake akamwelekeza sehemu ya kwenda, akamwambia aende katika chumba namba mia moja na tatu lakini alimwonya kwamba asije akaweka mazoea na mtu yoyote yule mule ndani kwa sababu asilimia wa kubwa watu ambao wako mule ndani ni matapeli tu. Wakati huo kuna chuma kali na paki aina ya Rolls Royce, halafu anashuka mlimbwendi aliyejawa na sifa za kutosha. Kawez alishangaa kinoma sana, akajikuza anasema huyu demu ni mkali kinoma, anajibiwa mbona all the time yupo available. Kawez anasema mimi naongelea gari mzee, ni kali kinoma. kabla hata hajafika ghetto room number 103, akazama kwanza saluni, ili mradi kuweza kujirekebisha kidogo. Kule ndani kulikuwa kuna jarada ambalo lina picha la binti mmoja mrembo sana, kwa hiyo akachana ile kurasa Alafu akasepa nayo, amefika geto, amebandika ile picha yule mrembo, kisha akaanza kuitazama, yani usingizi ukaona upite naye. Hafla anashtushwa na jamaa mmoja hivyo kizungu, anaitwa Jimmy, anamwambia mimi hapa nilipo natafutwa, yani ni wanted kinoma lakini, au wanagonga hapo nje, waambie mimi hujaniona kabisa, la sivyo nitakuzingua, yani ukundani hautakaa kabisa. Alipotoka nje akaulizwa, lakini kaweza alikataa kabisa kwamba hakumwona Jimmy na wala hamjui, yani hajaonana naye kabisa, mtu aina hiyo. Siku hiyo kwanza alijitetea yeye ni mgeni, akapewa kadi yenye namba za simu akaambiwa kwamba ukimwona huyu jamaa basi haraka sana nitafute kwa sababu huyu mtu namtafuta kinoma karudi anamkuta Jimmy na picha yake iliyotoka kwenye jarida alimind mno na akamkanya kama asiguse vitu vyake lakini dakika za jioni sana akawa mabesti balaa sasa huyu Jimmy ni mtu wa mission yani ni mtu wa mission kweli yani na ana michongo mingi na ya kutosha kutafuta pesa sasa s amepokea simu kutokia Mogadishu kwenye laini ya simu ni mama yake mzazi mama ni mgonjwa sana lakini ni mvivu wa kula hatari anambembeleza mama yake mama usipokula utapona vipi sasa? We kula, mimi nikipata mtonyo narudi. Mwamba ni kama kadata hivi na ile picha kwenye bango, kwa hiyo kuna wakati alikuwa anaenda pale na kuketi chini ya lile bango akitazama tu. Sasa Jimi alimpatia madawa na akampa maelekezo jinsi gani ya kutumia, kama anataka kujiona tofauti kabisa, basi avute pafu moja tu, yani dunia inahamia peponi mapema sana. Sasa akapiga pafu, anaona kama vile ule mrembo kwenye bango yuko pamoja naye pale. E eh, kijana amevamia sekta ndefu kweli. Siku naofuata hizo ameketi na rafiki yake wanacheza bao, akawa anamwambia kwamba Jimi anamtafuta sana. Jamaa anauliza umejuana vipi na Jimi, na kabla hajajibu akamwambia kawa mbali kabisa na huyu jamaa, sababu ni mtu hatari sana, yaani huyu jamaa nitapeli kushinda maelezo. Kisha akatoa noti na kumpatia Kawes kwa ajili ya mama yake huko Mogadishu. Kesho yake kawe siku zake na Jimmy katika rich house moja hivi, na pale pale hafla anamwona yule demu ambaye yuko kwenye bango, ila kiukweli tu ni zile dawa ambazo alikuwa amepewa na Jimmy, yaani anaona wenge la hatari. Safari yake ikaishia katika kabati la saa za kifahari, na ndio moyo wake ambapo uliweza kutamani pale. Amekuja Jimmy akaanza kumtamanisha zaidi, huku akidai wa kwamba waende wakatazame tu, kwa sababu kutazama ni bure, hawanunui Kawes aligoma, kwa hiyo Jimmy akazama ndani akatolewa ile saa aweze kuitazama, alafu akairudisha kisha akatoka nje moja kwa moja mpaka kwa Kawes na kumwambia kwamba gharama ya saa ni kubwa kwelikweli. Yani Kawes alibaki ya kinywa wazi, maana hiyo pesa unanunua nyumba na unaachana na maisha kabisa ya kupigana na masila ghetto. Alimwambia unajua ni rahisi sana kuiba saa, lakini Kawes akuelewa, akacheka tu akazubaa. Jimmy akapapasa mifuko akaondoka na kitu fulani hivi kwenye waleti yake kisha akairudisha. Sasa Jimmy ni mzee wa tricks. Kwa hiyo akaanza taratibu kumwelekeza jinsi watu wanavyopiga kazi kitaani. Kapita jama Mbalivia, jamaa mmoja kwa mbali hivi akasema, yule jamaa ana pesa nyingi sana, kama tukichukua basi tutakuwa tumepiga pesa ndefu kwelikweli, lakini kaws alikataa kabisa kuiba. Siku inayofuata Jimmy ametoka na pochi la kaws, kisha akanunua simu kwa gharama ndogo sana, na kaws ya kupenda kabisa. Jimmy aliiuza kwa gharama kubwa, alafu akairudisha pesa ya kaws. Wiki kadhaa baadaye, Kawez amepata kazi airport ya kupaki magari na kazi aliitafutiwa na mwanayo, yani ule mshikaji wake, si unaelewa. Lakini uhusiano mkubwa kati ya Kawez na Rolls Royce. Sasa ilifika eneo lake la kazi alidata sana, yani haraka akawai mlangoni, anashuka mrembo mmoja, amenyooka katika kila sekta, lakini jicho la Kawez lilikuwa kwenye ile gari, yani Rolls Royce. Akapewa funguo aende akaipaki, lakini yeye alipiga hesabu ndefu. Upande wa kulia alikuwa anaipeleka parking, na upande wa kushoto alikuwa anaielekeza barabarani yuko pale anawaza, anamwona mchumba amezama ndani ya gari, ni kama vile ameutaka hivi mwendo. Kaweze kujiuliza sana yani, akaingia barabarani, kazunguka flyover zote za Dubai, kisha akarudisha gari. Anafika pale, kesi ni kubwa sana na mwenye gari hakupenda kabisa, kwa hiyo kaweze akatimuliwa kazi. One day mapema sana anarudi nyumbani anakuta mchizi wake na paki anasepa, maana amepoteza kazi kwa ajili ya uzembe wake na hawezi kukaa pale Dubai kwa sababu life is so tight. Jamaa anaamua kurudi zake Mogadishu, ile kosa lilimgharimu sana. Akatoa dawa zake kama kawaida yake, ili mradi apige pafu kama kawaida, lakini cha kushangaza sasa hivi yule manzi hamuoni ya tena, yani amegoma ya kabisa kutokea. Akaona kama vile dawa zimeexpire hivi, akaona azame mtaani aanze kupiga viujuzi ambavyo alipatiwa na Jimi, yani vya kudokodokoa na alijua kuwazingua raia wa Dubai kwelikweli. Kumbe huku Jimmy anadaiwa na mdaiwa wake alimnasa mitaa fulani hivi, akamwambia, nakupa siku mbili tu, pesa yangu isiporudi, basi nitakurarua ngozi yako. Ikabidi ampange ya Kawes wazame mtaani, wapo nje, kuna mtu anamgojea ili mradi aweze kumfanyia tukio. Jimmy kampatia maelekezo Kawes, na Kawes amezama kazini. Mwamba kastuka, maana hakuelewa kabisa menendo ya Kawes. Mwishowe kamwachia begi, lakini bahati nzuri anapigwa na muhudumu, hivyo haraka sana jamaa akaamua kusepa na begi lake. Kawes naye kaunga, lakini hajafika mbali, jamaa anagongwa na gari na kupoteza maisha pale pale pale sasa, ndo Jimmy akaona asirembe mwandiko, somo lenyewe ni imla. Kwa hiyo akaona tu abebe alichokifuata kisha asepe. Kile kifo kilifanya Kawes akate tamaa kabisa, kwa hiyo akampa taarifa mama yake kwamba anarudi nyumbani y Mogadishu, yaani maisha dubai ya Dubai ameshamshinda kabisa. Katika zile harakati, Jimmy anatafutwa na alitaka Kawes amsaidie, lakini alipokataa akampa kichapo sana tu. Alitaka aibe saa ili mradi aweze kulipa deni kuu ambalo anadaiwa, lakini Kawes alikataa kabisa kuiba. Baada ya kichapo kawis akaiba ile saa na akampelekea Jimmy, lakini pia akamgeuka, sababu aliona si mtu mzuri kwake, kisha akatinga kule airport. Sasa hapa ndio eneo ambalo tulimwona huyu jamaa, lakini alionekana kwenye kamera, maana muda huo saa ilikuwa inatafutwa na yeye ndo alionekana amesepa na mali. Hata pasipoti yake ilizuiliwa, sababu alimwona yeye ni mhalifu. Alipoombwa atoe kile ambacho kipo katika mfuko wake, nje ametokea dogo akagonga mlango na kuonyesha ile saa. Alafu kawis akatoa kitu fulani hivi kama kidani chenye picha ya baba yake ndogo aliokota saa yani kaweza iliangusha bila kujua, na ndio kilichomwokoa pale. Mzigo unaishia hapo. Mwamba ameruhusiwa kurudi kwa Mogadishu. Yapo mengi sana kujifunza, mzigo unakomea hapo. Mi ni Queen Africa. Next time, ciao.